Biashara ya kuuza mboga za majani na matunda ni moja ya biashara zinazokuwa kwa kasi leo hii, lakini ni muhimu kufahamu mtaji unaohitajika, jinsi ya kuweka bajeti na malengo ya mauzo ili kufanikisha biashara hii. Leo tutaangalia kwa kina jinsi ya kuanza biashara hii kwa mtaji mdogo na kufanya mipango ya kufanikiwa. Kwanza, biashara ya mboga za majani na matunda kuna hitaji mtaji wa kuanzia kwa mfanyabiashara mdogo, mtaji wa kuanzia unaweza kuwa kati ya shilingi laki tano elfu hadi shilingi milioni mbili kulingana na kiwango cha biashara unachotaka kuanzisha. Hii inajumuisha kununua mboga na matunda ya kwanza, shilingi laki tatu hadi shilingi milioni moja, kodi ya duka au gharama za kuanzisha kibanda sokoni, shilingi laki moja hadi shilingi laki tatu, gharama za usafirishaji na magunia, shilingi elfu hamsini hadi shilingi laki mbili gharama za matangazo na uuzaji shilingi elfu hamsini hadi shilingi laki moja. Kwa mfanyabiashara mdogo, bajeti inaweza kuangalia hivi: kununua mboga na matunda ya kwanza shilingi laki tano elfu, kodi ya kibanda au duka shilingi laki moja na elfu hamsini, gharama za usafirishaji na magunia shilingi laki moja elfu, matangazo na uuzaji shilingi elfu hamsini. Jumla ya bajeti shilingi laki nane elfu. Hii ni mfano wa bajeti ya kuanzia, unaweza kurekebisha kulingana na uwezo wako na mahitaji ya biashara yako. Kuwa na malengo ya mauzo ni muhimu ili kufanikisha biashara yako. Kwa mfanya biashara mdogo, unaweza kuweka malengo kama: mauzo ya kila siku shilingi elfu ishirini hadi shilingi elfu hamsini, mauzo ya kila mwezi shilingi laki sita hadi shilingi milioni moja na nusu, faida ya kila mwezi shilingi laki mbili hadi shilingi laki tano. Idadi ya wateja wa kila siku, wateja kumi, hadi ishirini. Kumbuka malengo yako yanaweza kubadilika kulingana na ukubwa wa biashara yako na mahitaji ya soko. Ili kufanikisha biashara hii, fanya yafuatayo: tengeneza mpango wa biashara, weka bajeti na malengo wazi. Nunua mboga na matunda safi na bora. Fanya utafiti wa soko ili kujua aina zinazotafutwa. Tumia mitandao ya kijamii kwa uuzaji. Instagram na Facebook ni vyombo vya nguvu vya kufikia wateja wengi. Jenga uhusiano na wateja, toa huduma bora na uweke wateja wako kipaumbele. Fuatilia mauzo na gharama, hakikisha unajua faida na hasara zako kila wakati. Biashara ya kuuza mboga za majani na matunda ni fursa kubwa kwa wajasiriamali wanaotaka kuanza biashara kwa mtaji mdogo. Kwa kufanya mipango sahihi, kufuata bajeti na kuwa na malengo wazi, unaweza kufanikiwa na kufikia malengo yako ya kifedha. Kama umeipenda video hii, usisahau kubonyeza kitufe cha like, share na subscribe kwa channel yetu kwa video zaidi kuhusu biashara na ujasiriamali.